Hei, habari. Uh, leo tutaongelea habari ya nguvu ya akili. Tuko kwenye episode ya kwanza kabisa. Kuna mambo mengi sana ya kuyajua kuhusiana na akili. Akili ni kiungo ambacho kipo kwa kila mtu, lakini ni watu wachache sana ambao wanajua jinsi ya kutumia akili zake. Akili inaweza kukua, akili inaweza kudumaa, akili inaweza kuwa pale pale ilipo, kulingana na kile inacholishwa. Akili ni kitu halisi ambacho kinaishi na kina uwezo wa kukua au kudumaa kutokana na mwenye akili anaitumiaje ya ya akili yake. Ndio maana tofauti ya mtu mmoja na mtu mwingine sio kwenye maumbile, bali ni kwenye akili. Na mtu akikuzidi akili, maanake hata kwenye vita wamesha kushinda, kwa sababu kuna vita zingine watu wanashinda sio kwa sababu wanajua kupigana, ila wanatumia akili. Kwa hiyo hata kwenye biashara, hata kwenye maisha, kwenye maeneo mbalimbali, tofauti ya mtu mwingine na mtu mwingine ni akili na taarifa. Kwa hiyo taarifa ndio kitu cha kwanza ambacho kinaingia kwenye akili ya mtu, na hiyo taarifa ndio kitu ambacho kitamtofautisha mtu mmoja na mwingine. Kwa hiyo thamani ya mtu ni vile ambavyo anavijua au vile ambavyo amevisikia. Kwa hiyo hii kitu kinaweza kusababisha tofauti kubwa sana kati ya mtu mmoja na mwingine, kwa sababu akili hazitofautiani. Sio kwamba kuna mtu mwingine bora zaidi yako, ila kutokana na taarifa ambazo yule mtu alikuwa nazo. So, leo nitakumegea kisehemu kidogo sana cha kitabu chetu kipya ambacho kimetolewa. Kitabu kinapatikana kwa ibu, kinaitwa Nguvu ya Akili ambacho kinapatikana mahali popote utakapokihitaji. Tutakuachia namba zetu za simu, utapata kujua akili yako kwa undani na utajijua, kumbe kila kitu kinaendeshwa kupitia akili yako. Umo kuna siri nyingi ambazo utazipata na zitakusaidia sana. Siri leo ambazo tunaweza kufichulia kwa ufupi tu kwa sehemu ndogo sana ni kwamba je, unajua kwamba akili yako inaamini unachoiambia. <coughs> matokeo chanya ya unayoyataka ni kile unachokiamini. Kwa hiyo, asilimia kubwa ya akili yako inahitaji taarifa mpya, ili uweze kuvuka vikwazo mbalimbali, kwa sababu hauwezi kuvuka sehemu kama hauna taarifa sahihi. Kwa hiyo ndio maana information is power. So, akili yako kwa asili tu, ya leo tunakuambia kwamba ina uwezo wa Kujimonitor like inaamini unachoiambia. Kwa mfano, ukisema uwezi, basi utakuwa kwenye kundi la wasioweza.